Pale unaposikia kuweka pesa zako salama unafikiria nini? Je, kuweka katika akaunti ya benki au uwekezaji? Kila moja ina nafasi yake, lakini ni muhimu kuelewa tofauti ya kuwekeza na kuweka akiba. Katika video hii nitakueleza wapi pesa zako zinaweza kufanya kazi vyema zaidi kwa manufaa yako ya baadaye. Kwanza kabisa, tunapaswa kuelewa nini maana ya akiba na nini maana ya uwekezaji. Akiba ni pale unapohifadhi pesa zako kwa usalama kwenye benki au kwenye taasisi nyingine ya kifedha. Mara nyingi watu huweka akiba kwa dharura au kwa malengo ya muda mfupi. Kwa upande mwingine, uwekezaji ni pale unapoweka pesa zako sehemu sahihi ili uweze kupata faida ya muda mrefu, kama vile kwenye mifuko ya UTT AMIS. Sasa basi, tuangalie tofauti kati ya akiba na uwekezaji. Tofauti ya kwanza, malengo ya fedha. Akiba siku zote ni bora kwa malengo ya muda mfupi, lakini kama unafikiria kuhusu ndoto zako za muda mrefu, kama vile kununua nyumba au kustaafu kwa amani, hivyo basi uwekezaji unakupa nafasi nzuri zaidi ya kufikia malengo yako. Tofauti ya pili faida unazopata. Taasisi za kuhifadhia pesa mara nyingi hutoa faida ndogo sana kwa mwaka, lakini mifuko ya uwekezaji wa pamoja ya UTT AMIS inaweza kutoa faida ya zaidi kulingana na hali ya soko. Tofauti ya tatu, hatari iliyopo na thamani ya pesa yako. Pesa zako kwenye taasisi za kuhifadhia pesa zinaweza kupoteza thamani kutokana na mfumuko wa bei, lakini uwekezaji kwenye mifuko ya UTT AMIS una nafasi ya kukua na kuzidi kiwango cha mfumuko wa bei. Sasa basi, utaweka wapi pesa zako? Kwa malengo ya muda mrefu, uwekezaji kupitia UTT AMIS ni bora kwa kukuza utajiri wako. UTT AMIS, mshirika hakika katika uwekezaji.